E, nimejisikia kudhamini hii timu kwa sababu kubwa mbili. Kwanza nina sapoti watoto wa kike ambao wameamua kuwa mafutibola. Cha pili, mimi ni mwanamichezo, kwa sababu mimi napenda michezo, nimeona ni vyema basi ni wasapoti watoto wetu wa wilaya ya Kahama ambao wameamua kushiriki katika mashindano haya ya kumtafuta mshindi wa wilaya, baadaye mkoa, na ikimpendeza Mungu aende taifa. Kwa hiyo kama mama, kama mbunge, kama mwakilishi wao, nilikuwa sina sababu ya kuacha kuwasapoti watoto wetu wa kike ambao wameamua kuwa wanasoka, ukizingatia michezo ni afya.